Kuwa na njaa ya haki ni ujumbe ambao tutauangalia, tutautazama kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyo tuongoza. Tutaanzia mbali kidogo, ninaomba tuwe makini kidogo, kwa sababu naamini Roho Mtakatifu ana kusudi maalum tujifunze kitu hiki, kwa nitaanzia mbali. Usipokuwa makini, unaweza usinielewe lakini naamini Roho Mtakatifu atakusaidia kuelewa, na mimi pia Roho Mtakatifu atanisaidia kuhakikisha naenda vizuri, ili tuende sawa. Kuwa na njaa ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia njaa, kila mmoja anaelewa. Tukisema njaa, ni ile hali ya kukosa chakula. Kwa kawaida, hii ni tafsiri ya kawaida kabisa Mtu anasema nina njaa, maana yake mtu tumbo lake halina chakula au mwili wake hauna chakula, umekosa chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kiashiria au kitu ambacho kinahisi njaa ya kwamba mwili wangu hauna chakula ni tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumbo ndio lina hisi ya kwamba sina chakula. Bwana Yesu asiwe sana. Ijapokuwa hicho chakula ni kwa ajili ya mwili mzima, hicho chakula sio kwa ajili ya tumbo tu. Wanasayansi wanaelewa na wa, wana biolojia. Wanaelewa anapozungumza hiki ya kwamba chakula tunachokula sio kwa ajili ya tumbo, bali ni kwa ajili ya kujenga nini? Ya kujenga mwili maana yake ninaposema nina njaa, maana yake mwili unahitaji kitu. Mwili unahitaji kitu na hicho kitu lazima kipite kwenye tumbo. Muda mwingine unaweza ukashangaa tumbo likajaa, lakini vilivyojaa sio sahihi, au vilivyojaa kwenye tumbo sio sawa, havihitajiki mwilini Kinachotokea ni nini sasa? Pamoja na kuwa tumbo litaonekana limejaa, lakini bado mwili utakuwa bado unahitaji, mwili utakuwa bado unafanyeje? Unahitaji chakula. Sasa kwa tafsiri ambayo tutaiangalia, tunaposema njaa ni ile, ni, ni ule msukumo wa kutaka kitu fulani. Bwana Yesu asuwe sana. Msukumo ni hali ya kusukumwa, kutaka jambo fulani, kutaka kitu fulani. Nasema nina njaa, maana yake mtu aliye na njaa ya kimwili atakuwa anasukumwa kutafuta chakula kiko wapi. Utasukuma kutafuta mikate inapatikana wapi, mandazi anapatikana wapi, wali unapatikana, ugali unapatikana wapi, kwa sababu una njaa. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo kumbe, njaa inamsukuma mtu kufanya kitu fulani, inamsukuma mtu kutafuta chakula. Sasa tunapozungumzia njaa ya haki, kuwa na njaa ya haki, haki kila mmoja anaielewa. Ninapozungumzia haki, kila mmoja anaelewa haki za binadamu haki ya nini, sijui haki ya watoto. Maana yake ni haki, ni kitu ambacho mtu anastahili kukipata, ni kitu ambacho mtu anastahili kukipata ambacho kinaweza kuinua maisha yake au kumjenga au kumpeleka hatua nyingine, kutoka hatua nyingine. Tunasema njaa ya haki, Bwana Yesu